la haji wal umra ta lillah, ishaingia tabu ile. Haya, twendeni. Ya kwanza ni nini? Sharti za haji. Lazima ujue, na sharti, nadhani watu wote hapa wamekamilisha wote. Uislamu, uwezo, yani kuweza kwenda haji, uwezo wa kimwili, uwezo wa kimali, uwezo wa kinini, tatu eh? oria uru tatu nini? uwe eh? Eh? ni mukalafu unakalifishwa na sheria mm. Nguzo zaidi ndo hizi hizi, wajibatu la haji. Alikuwa wajibu kwa haji yako mengi, nadhani pia amesomeshwa jana. Wajibatu la haji tuguseguse kidogo, tusaa mambo muhimu sana, tutagusa haraka haraka tu Yani ujue hizi ni wajibu. Ya kwanza tulisema katika kuhirimia, iwe kwenye nini, mikat huo, ni wajibu tushataja. Wajibu mwingine hapa kwenye arafa, unafanyaje? Wajibu kukaa mpaka magharibi, kukaa mpaka magharibi ni wajibu katika haji. Kulala muzdalifa kulala Muzdalifa kule kulala, ukiambiwa kulala Muzdalifa, nayo ni kama hali yake ni ile ile kama kusimama Arafa, yani uwe ukiwe ukiwepo tu pale Muzdalifa. Nadhani ni Shafiia wale wanasema, au Hanafia, hata ukapita tu pale tayari, wewe huu wajibu wa haji ume umekamilika. Lakini sasa tufanye kama alivyofanya Mtume Muhammad, ulale kidogo pale Muzdalifa eh? na Muzdalifa bwana, ule usingizi wake ni wa ajabu. Ninadhani nadhani ni kwa sababu watu washasamewa dhambi. Najua dhambi zaleta stress eh, dhambi zaleta stress, kwamba mtu mwingine anakosa usingizi, wakati mwingine si mgonjwa, isipokuwa dhambi nyingi. Kwa pale kunapatikana usingizi wa ajabu. Mtaona kilala kidogo, tunapata usingizi wa ajabu sana. Muulize yote aliyekwenda haji, usingizi wa Muzdalifa ukoje, atakuambia habari yake eh? Kulala pale Muzdalifa ni ngapi, hiyo wajibu wa haji, nyajibu kama nane au tisa hivi eh? Ya tatu kutupa mawe hiyo ni ya nne bana, hebu tuanze. Ni ya kwanza kuhirimia kwenye mikati, sikuhirimia wajibu ni kuhirimia kwenye mikati. Ya pili Arafa mpaka mpaka jua lizame. Tatu kulala Muzdalifa, sio ya nne kutupa mawe kutupa mawe zile nguzo zimejipanga namna hii, japo si kwa ukaribu huu. Ile kule ndio nguzo kuu, hii nguzo ya kati, hii nguzo ndogo. Sawa. So, katika kutupa mawe mwezi kumi, yani ukishatoka Arafa siku ile unakwenda Muzdalifa, unalala Muzdalifa Muzdalifa, tunaondoka alfajiri, lengo tunakwenda Mina. Katika Mina kule tutakaa kidogo na kutupa mawe, huo ni wajibu mwingine sio? Lakini unatupa kwenye nguzo kubwa ile, na hapo unatupa mawe saba. Unatupa mawe mangapi? Saba eh. ni wajibu unatupa mawe saba na mawe maana yake usitoke nayo huku, usitie uzito begi lako ukabeba uka, uka mimawe chungu zima. Unafahamu mawe yanapatikana kule kule, na ni vijiwe si mawe, vijiwe vidogo tu eh? tuko pamoja mabwana eh? tuko yangapi hiyo. Kutupa mawe, ngoja tu, kutupa mawe kuna aina mbili Sawa, ee, kuna kutupa mwezi kumi, kutupa mwezi kumi na moja na sisi tutatupa na mwezi kumi na mbili. Kutupa mawe kuna aina ngapi? Tatu. Sawa, ee, kutupa mwezi kumi, chukua hiyo, kutupa mwezi kumi na moja na kutupa mwezi kumi na mbili. Mtani wa radhi, mimi mezoea kufundisha kwa kuimbisha watu wazima ambao tena nasari huko. ni hili tu tuelewe, jamani, naomba turudie. Kutupa mawe kuna kuna namna aina tatu, na yote ni wajibu. Kutupa mwezi ngapi? Kumi, ya pili 11, ya tatu 12 au na kumi na tatu ile weke, au na kumi na tatu, maanake ni au ya tahayyur, sawa eh? Katika mwezi kumi ambapo ndio tumetoka Muzdalifa, mwezi tisa tukumbuke ni Arafa eh? mwezi kumi tuko pale Mina. Sasa Mina tupo Mina, tuenda kutupa mawe mawe, chukua somo hili, unakwenda kutupa katika nguzo kubwa, huu mwezi kumi, sawa eh? na unapiga nguzo kubwa mawe saba tu, na yale mawe huweki unarusha, sawa eh? Ukiweka ngoja niweke tu, bado hiyo wajibu hujaufanya, lazima ufanyeje, na ni sunna mpaka kuonyeke kuonekana kwa wanaume bayadha ibtihi eh, ule weupe wa ukwapani eh amba namna ndivyo alivyokuwa anatupa Mtume Muhammad. Usitupe kwa hasira, unaweza ukampiga mwenzako eh? Tupa kwa maelekezo, unatulia na kuna maelekezo, maelekezo yake utaambiwa hapa, nenda eneo hili ndio utatupa hapa, ndio utatupa vizuri. Usiwafate wale ambao ni wageni kule, unatupa tu, wakati mwingine wala haifiki kule kunakusudiwa. Lazima ufuate maelekezo, tupiteni hivi. Unajua haji, ndugu zangu, ni kusikiliza maelekezo tu. Nyinyi mahujaji tunaokwenda pamoja, hakikisheni unasikiliza maelezo ya viongozi kule haji. Hata kama wewe umesafiri nchi chungu nzima, nchi 54 zote za Afrika na Ulaya yote na Asia yote umzoefu katika kusafiri, lakini ukishaingia katika mji wa Maka wewe ni mgeni sawa. So, lazima uelekezwe na wenyeji. Ukileta tu mimi, ah, nimeshasafiri hivi tu vidogo sana hivi, siajua, so, watu vidogo sana, nitapotea Maka. Unapotea, umefahamu? Lazima ufate maelekezo, umefahamu? Eh, haji ni maelekezo tu. Ukifata maelekezo ya viongozi utahiji vizuri. Mwenyezi Mungu aruzuku hija yetu hiyo ni mabururu Haya, tupo mwezi kumi na moja sasa. Tukishatupa mawe pale, kuna maelekezo kidogo, kuna hapo sunna asu kuna nini. Moja katika maelekezo pale, ukishatupa jiwe la kwanza tu ndio mwisho wa nini, talbia ile, labbaika allahumma labbaika labayka la sharika laka labbaika, utaachana nayo hapo na hata ukirudi Tanzania usikia ukaigeuza ikawa kaswida unaimba kwenye hadhara ile. Inatakikana tu kwenye haji ni uradi maalumu aliofundisha mtume wakati wa haji, tuko pamoja eh? Mwisho wake kisha tupa kwenye ile jamratul akaba, jamra, ile nguzo kuu. Mawe mangapi o mabwana? ni siwachanganyi, na ni mwezi ngapi huo? mwezi kumi sasa turudi ni nyumbani. Nyumbani kwetu ni pale kwenye mahema tulipofikia. Hakikisha wakati wa kurudi unafata maelekezo ya wanaojua. Umefahamu pale? Ndio ume mahala ambapo watu wengi pia hupotea, hata vile vifo sehemu kubwa vilipotokea wakati ule, pamoja na yaliyotokea, lakini miongoni mwa hayo ni watu kutofuata maelekezo ya nini, ya uongozi. Lazima ufate wale ambao umeambiwa hawa ndio viongozi huonyeshwe njia za kurudia kule, kuna changanya eh. Na pia kupotea kule ni jambo la kawaida tu, umefahamu. Utapotea siku mbili, siku tatu, siku nne, usipaniki hata kidogo. Lazima utaru... uta... utakutana na wenyeji tu. Kuta, pia nadhani kuta, kutakuwa na kuta somo maalum tukifika kule, ili itakuwa labda somo la mwisho la kupotea, tufundishane namna ya kupotea ni <laughs> kupotea la kupatikana kwamba ufanyeje. <laughs> Tusemeni insha Allah, usipaniki. Ukipaniki unaweza ukaa hmm. Tueache hayo hayo na ziada lakini, tuko kwenye kutupa mawe. Tukisharejea sasa katika mahema yetu, e, ni mwezi wa ni kumi ni ni, ni, kumi eh? kesho yake sasa ni mwezi ngapi? Tunasubiri. haitakuwa kwamba tuambia ah, kutupa migonjee nimalize kabisa mawe 49, kwa vizia watu wakirudi, unamaliza kabisa ah, ah, utakuwa hujaiji bado lazima ufate maelekezo kwa pamoja eh? Nazungumza haya, mwaweza mkadhani kwamba kwa njia ya maskara, lakini ndio mambo yanayotokea tokea kwa baadhi ya mahujaji. Kuna mmoja tulienda naye haji wakati fulani, kuwa mbishi sana. Tumeambia Sa, 49, mimi namaliza kabisa bwana. Sio utaratibu hasa. Nimesema namaliza. Bahati nzuri alikutana na, eh, na kichaa mwenzake akamwambia, kamalize bwana <laughs> Sa, hataki huku, ambeefata maelekezo ya kiongozi hataki. Umefahamu? mwezi kumi na moja sasa. Sio nguzo kuu peke yake hii, si umeruka nguzo ya kwanza ya pili kuenda ile ya tatu, sio hii. Mwezi kumi na moja nguzo ya kwanza ya pili ya tatu zote unapiga mwezi kumi na moja na kumi na mbili na ukitaka na kumi na tatu sawa nguzo ya kwanza unapiga saba mawe, nguzo ya pili unapiga saba, nguzo ya tatu unapiga saba. Niwausie mahujaji wenzangu, ibada ya hija, hata kama unasome umtu wa ilmu ya hija wasomesha fikihi, lakini ukienda haji unaweza kukuta aliyomkuta Imamu Nawawi ndio leo tuandikia manasiki la haji wala umra kwamba haji tawafu lazima yanze Hajar al Aswad kwenye rukuni ya Hajar al Aswad, si huku minnauka, utakwenda hivi, utakaa hivi, si itamatwe Arafa vyo. Lakini ali Imamu Nawawi alioandika manasiku la haji wala umra, kitabu kizuri katika haji, alikiandika kabla ajaenda haji. Alipokwenda aliomba msada kwamba mwana Hajarul Aswad tunaanzia wapi, inakalia wapi, ndio ipi. Lakini kitabu chake ni kitamu kwelikweli, tunakuwa na pamoja. Haya, nataka tuhusiane kwamba haji unapokwenda fata maelekezo, fata maelekezo. Ninarudia kusema, bahati nzuri tunaye mbobezi na bingwa wa haji, Sheikh Abbas, hii hija ana zaidi ya miaka 40. Anaisimamia kwayo ni mbobezi sana katika ibada ya hija. Mwenyezi Mungu azidi kumtwaalisha umri na kumpa manufaa ja makubwa. Jamaa, tumepiga nguzo ndogo, nguzo ya kati na nguzo kubwa. Sio mwezi ngapi huo, katika zile aina tatu za kutupa mawe. Twarudi sasa hiyo saba saba saba, jumla ishirini na moja tujumlisheni kabisa na yale ya jana 28, sawa. Kesho yake tena tutakuja jamarati. Jamarati ni sehemu maalumu, tutapiga tena kama jana. Kesho yake tutapiga kama leo, nguzo ya kwanza, ya pili na ngapi ya tatu? saba, saba, saba. jumla 21, na ile 28 jumla 49, manake ukiwa katika viwanja vya Muzdalifa okota mawe yako 49, vijiwe 49. Hapo utakuwa umemaliza, umemaliza habari ya kutupa mawe. Lakini naomba niwakumbushe kitu tulichokiacha. Ukishatupa ile nguzo kubwa nguzo kubwa, tunarudia tena, tunarusha mawe mangapi? mwezi ngapi? mwezi kumi, kisha rusha pale. Kitakachofuatia pale ni kunyoa. Sawa, ni wajibu katika wajibu wa nini? wa haji. Sawa, ni wajibu katika wajibu wa nini? Haji utanyoa, na hapo kwa kweli utakuwa umeshatahallal umesha kufanyiwa kitu inachotahalal umehalalika. Unajua maana yake ya, ya ihram kuhirimia hija, maana yake ni kuingia katika makatazo ya haji sawa. Sasa hapo umeingia katika kuhalalika. Tarudia tena kusema kama tulivyo, kama ilivyowahi kuelekezwa waliokuwa wamevaa hiramu, sasa hiramu watakuwa sasa hivi unaweza ukavaa suti yako kama unavaa suti, kanzu, kofia, yale yote aliyokatazwa sio, unafanya ndio maana unanyoa. Kunyoa sikulikatazwa katika makatazo ya haji, ukishahirimia utakiwa kunyoa nywele, lakini pale sasa unanyoa ni katika nguzo ya haji, lakini eh, ni katika wajibu kwa Imam Shafi, ni nguzo nyingine, ni wajibu sawa eh? tuko pamoja eh? narudia wajibu, tume- tumeshazungumzia wajibu ngapi? Tuanze ya kwanza, kuhirimia kwenye Arafa mpaka magharibi ya pili hiyo. Tatu kutupa mawe, aina ya kutupa mawe ni naina ngapi? Tatu. Mwezi ngapi? Kumi, kumi na moja. Na mawe jumla yote ni ngapi? Wajibu mwingine wa haji katika kukumbushana tu ndio huko kupunguza kunyoa kwa na wengine ni kuchinja kuchinja kuchinja. Kwanza katika kunyoa Kunyoa ni kuanzia nywele tatu na kuendelea, nywele tatu na kuendelea. Nywele tatu ni kwa Imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa ni kuanzia nywele nne, Imamu Maliki kichwa kizima. Sawa, eh? lakini Mtume Muhammad kama kamwombea dua anaye anayeondosha kichwa kizima Sawa, sasa hiyo dua ya Mtume hutaki? Para. Eh <laughs> asietaka dua ya Mtume katika mahujaji ni nani? kwa vizuri kuondoa nywele zote kwa eh. Eh? Ah, kina mama msie mkanywa vipara. Kina mama unaondoa una tu kidogo, sawa? Kidogo sana kidogo, tukafungu kidogo tu hivi, tunatosha. Nadhani tumekwenda tume vizuri. Katika wajibu mwingine wa haji, twende kwenye kutufu. Tulisema sisi tunaofanya haji ya tamattu tuna tawafu ngapi? Tatu. Ya kwanza tawafu gani? Umra. Ya pili Tawafu ifadha, ya tatu mimi moja. Wanafunzi wangu ni watu wazima, kwa hiyo ninajua tunapofundishana watu wazima, wenyewe tunajuana kwamba wakati mwingine unasomesha mtu tayari simu imeingia kwamba kodi yangu Krafa. au mtoto anaumbwa, kwayo tutakwenda hivi hivi taratibu mpaka tunafika, sawa. Tuarudia tawafu za tamatu ni ngapi? Sisi tunaokwenda kufanya hija hii tutazunguruka alkaba tawafu tatu, ambazo lazima hizo zunguke ni lazima ni lazima, kwa maana mojawapo ni nguzo, nyingine mojawapo ni sehemu ya umra ni sehemu ya hija yako, nyingine ni wajibu. Tawafu ya kwanza ni tawafu ya umra. Tuko pamoja. Hii mara nyingi tutakapofika Maka tu, siku ile ile tunaenda kufanya ibada ya umra. Kwa hiyo mtaona tutatufu, tutatufu ile tawafu, na tutamwomba Sheikh Abbas. Hii siku ya moja hiyo ni siku ya vitendo tu, insha Allah. Siku maalum ya vitendo maalumu vya haji vyote tuvifanye siku maalum. Eh, leo zipite tu darsa tawafu ya pili katika tawafu tatu tunaenda kukumbana nazo, tawafu ya pili, tawafu ifadha. Tawafu ifadha ni nguzo katika nguzo za haji eh? Tawafu ya tatu ni tawafu ya wajibu, wajibu ni tawafu lwada, hii tunafanya wakati tumeshamaliza kabisa haji. Sasa unaagana na hiyo hija yenyewe, na unaagana na Alkaaba, unaagana na mji wa Makka. Inaitwa tawaful wadaa, hii ni ya mwisho kabisa. Ile ni wajibu eh? Ni wajibu, usipoifanya, tutakuja kufundishana kwamba fidia zake ni zipi. Kuna pamoja hapa, tusichanganye, tuambie tu yale mambo ya lazima manne na hatuwezi kuyamaliza yote hayo, jama, ndio yaliyokuwa wajibu kwa haji. Si kama kuna kilicho kisahau. Naomba kwanza nirudie kabla ya kidole, tumesema mambo ambayo wewe unayo kwenda haji, ukilala usiku, ukiamka asubuhi, ukitembea mtaani, waendesha gari wafanyaje? bora waenda haji lazima uyajue mangapi mangapi? mabana manne: ya kwanza sharti za haji, pili nguzo za hija, tatu wajibu wa haji, nne yaliyokatazwa kwa haji. Tumegusa hapa mambo mawili katika manne hapa kuna nguzo na wajib, tumegusa. Naomba haraka haraka, twendeni nguzo ya kwanza. Haraka haraka, turudie kuhirimia. Ya pili tawafu ya nguzo, sawa eh? Ya tatu kusai baina Safa wal Marwa. Ya nne kusimama Arafa, na wengine wameweka ya tano kufanyaje Kunyoa wajibu, kunyoa kupunguza, wajibu katika haji. Ya kwanza, wajibu wa haji namhuko, kuhirimia katika miqati, kuhirimia katika. Ya pili, Arafa mpaka magharibi. Ya tatu, Muzdalifa Uwepo wako Muzdalifa, uwepo wako Muzdalifa, ni vizuri tulale pale mpaka pale alfajir. Sawa? Eh, ya tatu, ya ngapi? Ya nne, eh, kutupa moyo. Tumegawanya kwa mwezi ngapi na ngapi ngapi? Mwezi nataka, mwezi kumi tufanyaje? eh mawe saba mawe saba wapi sasa? Ah, mwezi kumi na moja tatu ya kwanza mawe kumi na ngapi? <tutu> Saba, saba ya pili saba, ya tatu saba. Mwezi ngapi huo? Kumi na moja. Je, kumi na mbili? <tutu> usiseme hivyo, hivyo, bwana taja <tutu> mwezi kumi na mbili saba. nguzo ndogo kati kubwa na kunaonokaa mpaka mwezi kumi na tatu. Sisi mwezi kumi na mbili tunarudi Maka. Takaporudi Maka pale ndio tunaenda kutekeleza ile tawafu ya nguzo, tawafu ya nguzo, sababu hapo hija ilikuwa haijaisha bado. Ukishatekeleza ile tawafu ya nguzo hija imeisha eh? Ha, kulala Mina hatukutaja katika wajibu, tutarudia hapo. Haya, katika wajibu wa Hija mwingine tulisema kulala Muzdalifa eh? Sasa Muzdalifa tukitoka hapa tunaenda Mina kuna kulala Mina, lakini kulala Mina ni wajibu mwezi ngapi na ngapi? kumi na moja, kumi na mbili au kumi na tatu, sawa eh? japo mwezi kumi takuwepo pale pale Mina, mwezi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu tupo katika wajibu tu. Tuende katika wajibu mwingine nini. Aya, aya, tuende ya tano, kuchinja. Ya sita. Sasa kuchinja ni vipi? Tunapanda na kwenye ndege na mbuzi na kondoo wetu na ngamia na nini Tofanyaje kule kwenye kuchinja? Kwenye kuchinja, wewe ni wajibu kuchinja, lakini hutoona huto mtu yoyote Tanzania, Tanzania anakwenda kuchinja wala haji. Ile fedha uliyotoa kwa ajili ya safari yako ya hija imeunganishwa na kuchinja. Kwa hiyo utachinjiwa kule na mamlaka zinazohusiana na nini, na haji. Usije ukauliza tena, vipi, mbona hatuchinji? Utakuwa unapoteza muda, fanya nyiradi Yeah, ni kwamba kuchinja ni hivyo. Umeeleweka eh? Nyajibu tushata jangapi? Wajibu wa hija tushata jangapi? Nane. Wa mwisho ni upi? Tawafu ya kuwaga, tawafu luwada, tawafu luwada. Kwa hiyo tawafu tuna tawafu lumra turudia, ya kwanza tawafu la umra, ya pili tawafu tawafu lifadha, ya tatu tawafu tawafu lwada. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tubarikie. Hizi ni nyajibu. Tumebakiza katika mambo ya lazima mawili, leo hatuwezi kuyasoma hapa kwa sababu kuna darasa atakuiendesha Shehu Saidi Mbega. Hapa ni kwamba bado mambo mawili inshaallah, atasomeshwa tu, ambao ni nini na nini tuliobakiza katika lazima, unaoenda haji yani umwombe Mungu ndoto zako wote, mambo manne. hmm. Nguzo wajib ya tatu Ash, sharti tayari. Kwa hiyo ni sharti tayari. Nguzo wajib ya nne, nini tumebakiza? Moja tu makatazo ambayo tutakuwa turudia rudia mara kwa mara tu makatazo ya haji. Tutapenda katika hizi semina muwahi, katika kuwahi, inshaallah Mungu ajalie katika kuwahi, tutakuwa tunakumbushana zile darasa zote zilizopita, sawa. Yale makatazo ya haji hayo na fidia zake tutakuja kueleza. Mwenyezi Mungu atubarikie.